Nilikuwa namweleza mtu kwamba mama Samia ana wakati mgumu, atake asitake, atake tuseme, asitake, ana wakati mgumu. Samia Suluhu ana wakati mgumu. Nikueleza mini, wana Mungu atunze watu, alafu watu wanauawa mikononi mwake? Sitani kitu kidogo hichi na, na kuna watu, mkimwona Samia mnadhani yuko salama. Hayuko salama, asipoambiwa na binadamu zilizomwagika zinamwambia na asipoambiwa na damu malaika watamwambia, asipoambiwa na wanadamu, hukumu ya milele inamsubiri. Usizani yuko salama, yuko ma yule mama na, na wakati mwingine mnaweza mkamtazama mkazana anapenda haya hapendi tu. Niliwaeleza hapa siku moja, wakati wa unabii, nikamwambia nikamwambia hata Samia mwenyewe, yaliyotokea juu yanakotokea kama Mungu ameruhusu, huwezi kuyazuia. Mmoja akanambia ukiwa okay, nahubiri usimdaji Samia, kwani wa kwako ameambia ame, mi Samia naishi nchi gani? Ame Tanzania, born in this country, a servant of God. I pray for her. Kama namwombea ntamwambia kinachomuhusu, si kwamba ana hali ngumu yule, mwombeeni tu, msipomwombea atakufa. Mwombeeni yule mama mama, msipomwombea mama Samia taabu hii. Sio yombea Tanzania, kabla ya Tanzania ombea naye. Itawala damu za Watanzania zinatakwa mikononi mwake, kwani kwa walioua tu. Unajua watu wakisikiliza, watu wanasema polisi wameua watu, sijui watu wameua watu. Ngoja nikwambie, kuna uwezekano, kuna uwezekano mkubwa mbele za Mungu mshtakiwa namba moja Samia ni yani mchezo? Akikuamini Mungu akakupa kiti, iwe amekupa dikteta au amekupa kwa wizi wa kura, iwe amekupa kwa demokrasia umepigiwa, iwe amekupa umekufa umeamka, umesha kuwa rais, jua amekupa watu. Ngoja nieleze, mkiona mtu amekuwa mtawala, elewa ni mmiliki wa watu, nchi ya hii nchi, kwa sababu ina magari. Nilimsikia waziri mmoja, mpuuzi mmoja, eti anasemaje? Eti anasema wamechoma vitu. Unawezaje kulinganisha damu ya mtu na na, na, na, na mwendokazi